Unajua, vijana, watu wengi tunatuka, wanateseka na mtu amekuja, alikuwa rafiki yako, alikuwa mpenzi wako. Watu wengi tunatesaga sana hicho kitu, vijana wengi tuseme, ni mahusiano umeacha, au ni rafiki yako amekusaliti, kwa sababu moja au nyingine amekuacha inabidi usikuumia. usi kupo sema wanaume, ulikuwa na mpenzi wako, kuna demu wako amekuacha, amekusaliti sababu ya mtu mwenye hela sababu mara nyingi, fuatilia watu wengi ambao wanaenda klabu au wanaenda, au anaagiza pombe kunywa, kulewa, ili atoe stress, hatima yake huwa anakuja kujutia, kwa sababu moja pombe itoe stress, kitu ambacho bidii tunakwenda nacho ni pombe, si bangi, hazitoi stress, ni sababu stress ni kitu ambacho wewe unakuwa unakifikiria kwa kurudia kwa kurudia kwa kurudia kwa sababu gani, mimi Nixon sema msichana X alikuwa mpenzi wangu, tuachane. Mimi nikasema sawa, mtu mtuai mwenye hela kuliko mimi soiankfayamautakua asaalela ameshatoka, ssabidi uwe mwepesi kukubali Pili, uwe ukishakuwa mpesi mapesi kukubali kama amesha go work hard, kiasi kwamba aliyekuacha kuwacha ajute kwa nini amekuacha, yani the pain, kuliko kukaa chini kulia kila siku. Kama ni kwa sana, naabia mtu analia, analia, analia wiki mbili, mwanaume sijui kwenda klabu sidi kutafuta malaya sidi kwenda nini, hivyo havitasaidia kwa sababu solution yako i kama itindo itatatua iti, iti, stress zitaisha? Hazitaisha bali ita, kuna kasio lifani vijana wengi tunaishi nacho kwa vijana. Wakutana akiwa nafanya maisha yake kila siku akikutana na shida, sema kama changamoto ndio kwenye mtu kwenye saiko wake ametoka, ama ni mpenzi amemwacha au amefanya biashara amekutana na shida fulani huwa hatufocus kwenye kutatua kuondoa tatizo, tunafocus kupata comfort. Yani sumana, kama mpenzi wako amekuacha, kwenda baa ni ba, kutafuta comfort ya muda mfupi, ambayo mara nyingi huwa inakuja kuwa majuto mengi. Yani utajitia sana, kwa nini? Kwa nini nilifanya hivi? Unazidi kujirudisha tena nyuma, kuliko kwenda kufuata kufata, mimi kutafuta solution Vigeera ameniacha msichana x, Nickson ameniacha, kisa sina hela. Solusho ni kutafuta hela zaidi, ni kupata mafanikio, kiasi kwamba mpaka yeye aje kuacha. Nasema yeye ni kwa nini nilimwacha, au mimi ndio nilimwacha, ndio nyote kaanza kung'aa, au mimi ndio nilikuwa nameletea mikosi kwenye kwenye biashara zake, au mimi ndio nilikuwa nameletea giza kwenye biashara zake. Ila sasa wewe unapoenda ku, kusema kwamba i'm looking for comfort and not solving the problem, unakuwa unajirudisha nyuma wewe msichana amekuacha au rafiki yako amekuacha amekusaliti, basi useme kwa msichana, una shoga yako, ulikuwa na bwana wako, uko single, amekusaliti na bwana wako, utakuwa down kwa muda, ila usiwe down milele. usi, usi, kwa maana tutakuwa gati down au umekuwa down, basi bora uwe down ubaki tu ndani, ulie, ulale. Kwa hiyo ni kwa wasichana. Boys nenda gym. Kama ucheze mpira, nenda gym uende, upige yani kimoja hapo, ufanya sport moja hapo, sio maswala ya muziki wala sio kukaa ndani. Mbona usikae ndani? Amekuwa nenda, apige chuma Nenda enda gym, vivuruge vyuma vivu kama unaendaga ka gym kufanya mazoezi, hiyo siku, hiyo siku, hiyo siku, mwanya, kwa, au, gym, kama, boys hivyo vitu vya kiume nacheza mpira hivyo. Kama ni msichana utalia kidogo, sometime tafuta maisha, maisha mengine yaendelee, kwa sababu huwezi kulia siku zote. Kwa hiyo bidii tujifunze ku solve the problem not kutafuta comfort, learn to solve the problem rather than searching for comfort, for some time it's better we be solving the problem for two three months ila ukaa free milele kuliko ukaa look for comfort for two weeks three weeks thereafter ukasafa milele. Chingine ni work more on yourself first, anwe anyway, kama kijana work more for yourself first, yani iseme wanaume kuna sisi tunaona eti mwanaume anapambana, anapata mwanaume unapatawas elfu hamsini, anampa msichana wake elfu thelathini, elfu kumi na matumizi ya nyumbani, elfu kumi ya vijana wengi, wanaume wengi hatunasema, wanaume sio tuishi maisha ma, miaka mingi. Ukiangalia nani statistics za za ile age range ya kuishi wanaume tunaishi miaka michache kuliko wanaume, kwa sababu mwanaume unajali sana watu wengine kuliko unavyojijali wewe. Yaani sema unapata milioni moja, chukua laki tatu save kwenye hiyo milioni moja, nabakia laki saba. Laki saba, chukua laki tano kwa ajili yako wewe. Hapo yaani jipongeze wewe hapo laki, laki saba umebakia laki mbili laki mbili laki moja hata ikiwezekana, laki moja na nusu peleka kwa wazazi, hiyo elfu hamsini iliobakia mpe msichana. Hapo inakuwa sababu hiyo, kwenye laki tano utakubakia nayo utatoa matumizi ya nyumbani, kuliko unavyosema eti kwenye milioni moja umempa mwanamke laki sita laki saba, unabakia na laki nne laki tatu. Hiyo laki nne laki tatu bado wazazi una mdogo wako na ndugu, yaani ndugu yako ya damu, amekuomba tu, mmoja, mdogo wako, kaka wako, mimi nisaidie shilingi kadhaa, hautatoa utatoa, ila mwanamke. Hichi hichi naongea kwa wanaume, mwanamke yoyote, wewe jua hilo, akipata yeye hela ataanza kujijali kwanza yeye. Ndio maana tutaona kitu kingine ambacho vitu tujifunze, wanaume, vijana wa kiume, wasichana, sio ni wao, wana shida wasichana wanakuwa na vile, wanakuwa na vikoba vikoba, vile vikoba vinaunganisha wao, watasave watafanya save zao, watafanya watafanya biashara zao. Utaona baada ya miezi sita, Juni pale watu wameenda sehemu fulani, wameenda beach fulani, wameenda sehemu fulani kurelax Una mpenzi wako, una mke wako nyumbani, utasikia naomba ruhusa niende sehemu fulani, utamruhusu, ataenda. Iya, sasa, ukitaka ujue kwamba msichana anaanza kujali kwanza yeye, piga hesabu. Yani angalia vitu ambavyo wanatumia wasichana, wanavifanya wasichana, yani zile deni yake ya kila siku nywele zao naisikat ni nywele, sio kucha, sio make up. Msichana mwili mmoja na mafuta kumi, ana nywele, ana kucha, ana nguo so chini ya hamsini, ila anajipenda kwanza yeye. Ila ukute wanaume wamefanya sisi, wanaume, ili ni kundi letu, ili ni gang gang langu mimi, ili hapa sisi tutatoka na wake zetu, mtatoka na partner wako, mtenda muda sehemu ile. Basi kama wasichana, mbona sasa, mimi nimefuatilia, watatoka wataenda sehemu fulani, girls only Kuhuta, basi, kio, wako single ila watakuwa na mdao peke yao, wataenda kujipongeza kwa mafanikio yao, wapata japo ni kidogo, kiwe kikubwa, watapanga bajeti, wataenda kuungana na bajeti yao mpenzi wako leo, Mungu amekupenda, amekuchukua, amefariki. Tuseme atalia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu wa nne, lazima atatafuta mpenzi mwingine, yaani haita, haita sema kwamba eti umefariki na ume watabaki milele koo. Jipende wewe mwenyewe, learn to love yourself and work hard. wale ambao Eza basi, kama sio sio kama watuamb watu ambao hawakupendi waliona kwa, kwa kusaliti au mtu ambaye hataki wewe ufike sehemu fulani waone a ah, kweli kuna mtu na kitu tulitimiza.